Jane kutoka sehemu tofauti za kaunti ya Bungoma hii leo umejumuika pamoja mjini Bungoma kwa ajili ya kuweka mpango ya kubuni kikundi cha maendeleo kitakachowezesha kutembelea pamoja kimaendeleo, bali na kupata ushauri na saa utakaowasaidia kuimarisha maisha yao, licha changamoto za kifamilia wanazopitia katika maboma zao. Akizungumza baada hilo hilo hilo ya kongamano hilo lililofanyika katika kanisa la Holgate Heaven mjini Bungoma, mwenyekiti wa kundi hilo la wanawake wajane, mchungaji Christine amesema kuwa wajane wengi katika jamii wamesahaulika baada ya kuwapoteza waume zao na kufanya maisha yao kuwa magumu hata zaidi, akisema kuungana katika vikundi na kushiriki maendeleo ya pamoja ndiyo njia ya kipekee itakayowasaidia kupigana na kushinda madhila ya ufukara katika maisha yao. Madhumuni ya siku hii ni kufurahia na kushangilia na kuwa pamoja na kuenda na kusikia kwamba kumbe ana changamoto yake, lakini tukikuja pamoja changamoto yetu mjane huwa inakuwa kubwa si, kwa kila kijiji kuna mjane. Kwa hivyo kwa kila kijiji kuna representative wa wajane wenye waka wakaa. So hao wajane ndio tunawaambia, na sometimes tunapitia tunawaambia wa nawambia ama assistant chiefs ama mkasa kama kuna mjane hajajiunga na chama anakuja ajiunge na, na chama chetu. Hapo ni, ni usemi ambao umetilwa mkazo na Askofu Alex Lwamba aliyewataka kina mama wajane kuepuka njia ya mbovu zinazoweza kuadhiri maisha yao, badala yake umtazame Mungu atakayefungulia milango za baraka na kubadilisha maisha yao. Wakati huo ametoa wa wito kwa hisani mbalimbali kujitokeza na kuwapiga jeki kifedha akina mama wajane hao walioonyesha nia ya kuungana pamoja na kujenga kiuchumi na tunapoenda mbele, tunaomba kwamba tutaeka vichwa vyetu pamoja, polepole vile Bwana anatuwezesha hata kufanya hii kongamano la wamama wajane likuwe kabisa, kwamba hata wahisani wengine ambao wana maono kama haya wanaweza kuja tufanye pamoja, na tuweze kujenga wamama hawa na tuweze kusaidia nafsi hizi pia tunataka katika maisha ya watu. Rosonga ni mmoja wale wajane waliohudhuria kongamano hilo ana matumaini mengi kuwa kuungana na wenzao, maisha yake yatakuja kubadilika baadaye. Alex Wekesa Runinga ya Tandao, Bungoma.